Mafanikio yako ndani ya, ya ibada, mafanikio yamo ndani ya iman, mafanikio yamo ndani ya Mungu, ucha Mungu, faqad faza almuttaqun, fa man zuhziha ani al-nari wa udkhila al-janna faqad faza. Lakini kufuzu ambako tunatakiwa tupambane sisi ili tufuzu ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wa man yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan adhima. Huko ndoko kukuzu, yule atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yule atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan adhima. Unaangalia magari, unaangalia vitu vya duniani Mungu anataka wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, yule katika mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, hakika huyo, hapana shaka yote, amefuzu kufuzu kulikokuwa ukubwa kabisa. Mwenyezi Mungu atuepushe na hasara. Mahala pengine Mwenyezi Mungu atuambia inna alkhasirina aladhina khasiru anfusahum waahlihim yauma alqiyama, hakika watu waliopata khasara ni wale ambao wamezitia khasara nafsi zao kwao wenyewe, nafsi zao wamezitia khasara, lakini pia na wamezisababishia khasara familia zao watu wao Mwenyezi Mungu atuhifadhi, Mwenyezi Mungu atulinde. Angalia, kuna kuitia hasara nafsi yako wewe mwenyewe, na wewe una watu wako chini yako. Kama hukusimamia majukumu yako, basi watakuwa wamepata hasara watu wako vilevile. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyama. Kwa hiyo kuna masulia kullu rain masulun an raiyati, kila mchunga ataulizwa eh, kile ambacho yeye ndio masul, yeye ndio mchunga. Tumcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Allahuma ati amfusana taqwaha wa wazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa mawlaha. Naam. Mwenyezi Mungu akaendelea kuelezea utendaji wake, ni wake yeye, hashirikiani na mtu yoyote mwingine, asema walahu ma sakana fi llaili wan nahar, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile vilivyotulia usiku na mchana, katika wakati wa usiku na wakati wa mchana, na hata vile hata vile vyenye kutaharak kuna vitu vimetulia, kuna vitu vimetulia havitaharak, hivyo navyo ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. una kitu una kila siku kiko pale pale, kimetulia, wakati wa usiku na wakati wa mchana. Vile ambavyo havitaharaki vilivyotulia, miliki wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala huma sakana, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vilivyotulia, fi laili, katika wakati wa usiku wa nahar, na wakati wa

milkihi ta'ala li kulli shay, imetoweka wazi mufasili hapa kwamba ni milki ya Mwenyezi Mungu, ni ya Mwenyezi Mungu, vile vile vilivyotulia katika wakati wa usiku na wakati wa mchana, yaani maana yake vyote hivyo eh? ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu, na kama ni waja ni waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vyote viko chini ya kahari yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viko chini ya ya tasarufu yake uendeshaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mufassiri akatwambia makusudio ya maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule kuenea ule umiliki wake, vyote hivyo ni milki ya Mwenyezi Mungu na hana mshirika, hana Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katika vile anavyomiliki. lillahi ma fi samawati wa ma fil ardhi, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu vyote vilivyoko katika mbingu saba na katika ardhi, katika ardhi saba

Mwenyezi Mungu atuambia wa huwa samiul alim al, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia. Al alim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Haya Ma maneno naona kama vile mepesi marahisi, la tusiyachukulia hivyo. Wa huwa samii, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia. Ukiwa mahala unazungumza hudhurisha katika moyo wako kwamba haya ninayoyazungumza Mwenyezi Mungu anasikia. Upo na sahibu yako mnapanga mipango ya kuwaangamiza watu wewe unasema, huyu anasema, afu mnakubaliana hivi. Wahuwa samia naye, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, anasikia waja wake yale wanaoyasema, wanaoyazungumza. Mwenyezi Mungu anasikia. Hapa sisi faida tunaipata, manake tumuogope, tumwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, tumwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Hii mipango tunaipanga Mwenyezi Mungu keshaisikia. Al-Alim Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Barakallahu fik. Al-Alim Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Eh? Anajua siri na dhahiri. Tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hiki tunachokifanya, hiki ninachokifanya Mwenyezi Mungu anajua. Tena kujua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua yaliyomo ndani hmm, ya dhamiri zetu, ya alamu sirra wa akhfa Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mufassir atuambia, ay as-sami'u li aqwali al-ibad, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno ya, ya, waja. Al-alimu bi ahwalihim <gibu> Al-alimu bi ahwalihim <gibu> Mwenyezi Mungu anajua hali zao. Mwenyezi Mungu anajua hali zao. Kuna watu alhamdulillah wanazitumia vizuri faragha zao. Tena wakiwa peke yao kwao ni fursa nzuri zaidi nzuri zaidi, na wanapenda wanapenda kupata nafasi hizo za kuwa peke yao. Siku moja tumempokea shehe letu tukiwa Arusha, kisha tukampeleka mahala ambapo pameandaliwa ili apumzike sasa, kwa sababu alikuja kwa shughuli maalum. Ile siku ya mapokezi siku ni jitegemea, lakini kuna siku mbili mbele ha? Kuna ratiba. Sasa sisi baada ya kumpokea tukampeleka mahala pa kupumzikia papu. Basi sisi tukaendelea na harakati pilika pilika pilika pilika. Tuliporudi baadaye, tukawa tunamwomba tusamehe kwamba tumemwacha kwa muda mrefu peke yake, tusamehe shekhe, tumekuacha peke yako. Akasema sikuwa peke yangu <laughs> sikuwa peke yangu, na huyo niliyekuwa naye nimezungumza naye kwa, kwa utulivu sana Kwa hiyo mi sikuwa peke yangu. Yani, si tunaona kwamba tumemwacha peke yake, yani sasa sikuwa peke yangu. Sasa nikuwa na Mwenyezi Mungu na nimepata muda mzuri wa kuzungumza naye <laughs> kwa hiyo kuna watu wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati hata wakiwa na watu wakizungumza na watu wakiangalia mazingira wao, sawa, subhanallah, sababu kila jambo lina dhikiri yake, kila jambo lina dhikiri yake. Kila unachokiona eh, kizuri kuna dhikiri yake, kibaya kuna dhikiri, yaani kila wakati wanamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. hmm. Watu wengine wakipata nafasi kwamba hawako na watu, fikra mbovu, mipango mibovu, yaani mtu ko peke yake anapanga mipango ya hovyo hovyo. Mwenyezi Mungu atufahamishe, kumbe ni, ni, ni fursa nzuri, ni faragha nzuri, wewe uzungumze na, na, na, na mola wako, wewe unatumia faragha hiyo vibaya. Unaweka yani, una plani za hovyo hovyo za uharibifu kabisa. Kwa hiyo tukasema maneno haya tukiyatamka kama mepesi marahisi, hapana. Wahuwa samiul alim, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno ya waja. Mwenyezi Mungu ni mjuzi, anazijua hali za waja wake. Sasa ukishaelewa kwamba Mwenyezi Mungu ananisikia hapa nilipo. Na hapa sehemu hii Mwenyezi Mungu ananiona, Mwenyezi Mungu anajua, anaijua eh, anaijua hali yangu. Na unaona eh, maeneo yetu sehemu zetu naziona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ahwalanano ulizijua hali zetu wakati Mwenyezi Mungu anajua sasa, na wewe unadhihirisha ule eh, ule ubinadamu wako ambao ndani yake una nini una udhaifu. Ilahana hadha haluna la yakhfa alayk, wa hadha dhu'funa dhahirun baina yadaik, fa'amilna bil ihsani idhil fadlu lfadl minka wa ilayk Ee Mola wetu, hadha haluna, hii ndo hali yetu. La yakhfa alaik, haifichikani kwako. Wa hadha dhufuna, na huu ndo udhaifu wetu. Dhahiru baina yadai, eh, ulio wazi, uliodhihiri mbele yako Fa'amilna bil ihsan. Mwenyezi Mungu kwa udhaifu tulio nao wa kibinadamu, kumbe Mwenyezi Mungu anaziona, anaziona hali zetu, basi mwambie Mwenyezi Mungu, fa'amilna bil ihsan, fa'amilna bil ihsan, tendeni kule kwenye ihsan kwa sababu kataba rabbukum ala nafsihi arrahma Faamilna bil ihsan, uombe ile ihsan ya Mwenyezi Mungu iendelee kwako katika hiyo hali kama hiyo. Idhil fadlu, Mwenyezi Mungu ana fadla, Mwenyezi Mungu ana fadla. Idhil fadlu minka wa ilaik. Naam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anaambiwa aseme maneno, na akiyasema maneno hayo ndio dawa na ndio ujumbe wafikie watu Kul